Kama tungekuwa tunatumia mchongo huu, ble inasema ya kwamba walipokuwa wanajaribu kujisanya tena, kukachomoka jiwe ambao halikuchongwa na mikono ya mwanadamu, likakuja likagonga huu mfano, likauponda ponda, na hii jiwe likatapakaa dunia mzima. Kwa hiyo ni kusema, wakati watakuwa wakijaribu kujisanya tena, ufalme wa Yesu Kristu ukashuka kutoka mbinguni ukapiga falme zote, na ukatapakaa ukachukua ushukari. Lakini kwa sababu hatutumii sasa mfano huu, tuko hapa, ndio maanake. Sasa nilimwambia juzi, nikawambia, sasa wameanza kujisana tena, inaitwa European Union, ndio hizi pembe hizi. Kwa hivyo katika hizi hawa wanyama wote, tuko hapa. Haleluya! Lakini hatujafika hapa haka na hapa ndipo tunapoteana na watu wa SDA. Hiyo ni kweli kabisa, watu wa SDA tunapoteana hapa, kwa sababu wao wanafundisha ya kwamba haka kameshatokea na wanasema ati huyu ni pop, lakini kulingana na Biblia kabisa, haka kakitokea, tuta kile kingine tutaona mzee wa siku. Haya, haka kakitokea kile kingine tutaona. Kisha baadaye nikaona mtu mfano wa mwanadamu anakuja, mashuka na mawili, akamkaribia mzee wa siku. Kwa hiyo huyo ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kutoka haka kapembe, hakuna kitu kingine tutaona. Kwa hiyo haka kapembe, kwa sababu nimewambia hakajatimia, hakajakuja. Kwa hivyo haka kapembe ambako kako na kinywa na kako na macho lakini hakana masikio. Wakati katakuja, haka kanaitwa mpinga Kristo. Huyu sasa, utawala ule mwingine umebaki, ni utawala wa mpinga Kristo. Haleluya! Na hujafika hata ufundisho, ufundishiwa wapi? Utawala wa mpinga Kristo hujafika, haka kapembe hakajatawala. Kwa hivyo mahali kabisa limefika leo hii tuko hapa ni saa hii unasikia watu wanajaribu kujiunga wawe na sarafu moja yani ni world order, lakini tuko mwisho mwisho wa dunia hawanyama wanyama wengine wote wameshatawala, sasa tuko hapa kwa pembe kumi na kwa hivyo hapa kwa pembe kumi niliwaambia juzi ya kwamba mataifa kumi yanayojiita European Union yanajiunga saa hii na headquarters zao nikawaambia ziko ziko hilo na wanajenga mnara exactly kama ule wa Babei, mwene mgugu mwone mnara wa Babei unajengwa upya mahali pale pale, wanadamu walikuwa wanajenga kushindana na Mungu, badi imerejeshwa tena. Kwa hivyo tunapoenda kumalizia, ili siku ya Sunday tuendelee na hizi zingine, ni kusema ya kwamba hapa tukitoka hapa immediately tutakuja hapa katika utawala wa oh, mpinga Kristo. Na tukasema mpinga Kristo atakuwa anajifanya yeye ni Mungu kabisa, yeye ni Yesu Kristo kabisa. Na kwa hivyo ndio maanake hana masikio, hatasikia chochote. Akisema mimi ni Mungu, hasikii chochote. Akitaka kunena ananena vile anataka, maanake hamsikii Mungu. Atakuwa utawala mbaya kabisa, utawala ambao hautasikia Mungu kamwe. Kwa hivyo ataiharibu kanisa kwa nguvu zake zote, lakini sio kanisa hili tuko nalo, sababu niliwaambia wale wote, tutakaa vizuri mbele za Bwana tarumbeta itakapolia. Huu utawala wa mpinga Kristu hautatupata hapa. Sisi ndio yule, ameokoka na aokoke asimame vizuri. Huu utawala wa kupinga Kristu, wakati tu hawatajiandaa ili mpinga Kristu afike, yaani kanisa ndio limezuilia huu mpinga Kristo kutawala. Kwa hivyo, wakati kanisa litanyakuliwa mpinga Kristo haka kawembe kapembe kanatokea na kanaanza kutawala. Kwa hivyo mpendwa, kama ulikuwa unafikiria utakula kula raha, kama ulikuwa unafikiria Mungu alisahau ya kwamba atarudi hako hapa sasa kabisa. Na kwa hivyo, kama kanisa halitatawaliwa na haka kapembe, tusema kanisa liko katika mwisho mwisho, basi tabete ya Isaia manake kapembe hakata kupata na tuko kwa pembe kumi zikijiandaa vizuri tarumbeta inadia. O, zikijandaa na iweze kuweza kuchagua kiongozi mmoja, na tuwe na sarafu moja, pesa moja, na nikasema tuko na sauti moja. Niliwaambia sauti moja ni nini? Internet. Kwa hiyo dunia iko na sauti moja, dunia imejiandaa cash less. Kwa hiyo tunanunua bila pesa.